Oh, kitu kina, wa, uu, watu, kuna kitu kinamtatiza. Hainashangaa hivi kule majumbani kule wale wa, watu wanaishi na wanawake zao wanakuwa kama choo jamaa, sio? Yaani mwanangu mule ndani ni kero, yani mpaka toshindwa kuelewa kabisa. Ni jamaa na vurugu ule, hasa kama jana umesikia yale makelele. Kwa dali, mle, kwa wata, oh, baba, baba. Oa vipi hapo, naona tangu natokea kule, kama vile mnanzungumzia au sio? Mnapiga stori zenu, ah, basi sawa. Kama unapiga stori zenu pigeni stori zenu, lakini kama mnanizungumzia mimi na mwanamke wangu, kaeni mkijua, mtaani ukicheza na mke wa mtu sawa nichimbia kaburi wewe mwenyewe. Mke wangu yani, leo nimefurahi kweli, yani saizi mapema ushapika, ushakula, tumeshiba. Kumbe ukitulia nyumbani kila siku mambo yanakuwa safi kabisa, mume wangu. Wewe kila siku ndo maneno yako tu. Mbona huwa napika tu siku zote kawaida? We, we, afu nimekumbuka kitu. Jana nilikuona na Samuel mlangoni pale mnatania. Yaani mnacheka kama nakupelekani mume. Sasa sikia, hapa kwangu mimi bwana sitaki mchezo. Hey. Mapenzi na wivu ni suna, ni suna. Ila wengi wanashindwa kujizuia wakinuna. Atakosa sio kosa siokosa. naenda <mikano> sokoni mume wangu sokoni, sokoni unafuata nini? naenda kuangalia mahitaji sawa, na kusindikiza unaondoka wote. kila siku wewe unataka kunisindikiza tu mume wangu mimi sinaangalia usalama wako? usalama wangu au wivu wako tu mapenzi na wivu ni suna ni suna ila wengi wanashindwa kujizuia Wakinuna hatakosa, siokosa. Nina wivu nina wivu naye, nina wivu ndo mama, ngangania, nina wivu hey. Nina wivu nina wivu naye. Mwanangu vipi? Acha tu mama. Kwani kuna shida gani? Jamani, ni mume wangu mama. Kwani mume wako akafanya nini? Mume wangu anawivu sana, yaani kila ninapotoka anataka tutoke wote. kila ninapokwenda anataka tuotoke wote. mama mimi siwezi, naumie. kwa nini anifatefate kila sehemu ha? Kumbe shida ni hilo mwanangu? Ndio mama. Sasa nikwambie kitu maisha, ndivyo yalivyo. Halafu mume ukienda anakufuatia fuatia, ujue anakupenda Hapana mama, nimechoka kwa nini? Kila sehemu ninapoenda niende kachume mboga ananifuata, niende dukani ananifuata, kila sehemu ninapoenda ananifuata. Mi ni siwezi mama, nimechoka. Yaani ndoa, mwanangu, ndivyo zilivyo. Yaani utakavovumilia na ndio baadaye maisha yatakuwa mazuri, ila kinachotakiwa kikubwa kikubwa ni uvumilivu mwanangu. Hata mimi mwenyewe nimeishi na babako na mambo ndo haya, lakini nimevumilia mpaka nimekuzaa mpaka umefikia hivyo mwanangu. Yaani, cha msingi mwanangu, cha kukusaidia wewe, ninapokuangalia kweli, mume wako nampenda, ila cha kufanya fanya mazungumzo naye, halafu utafikia mwafaka, mume wako katulia na ndoa tena mpaka utaipenda. Ila usikurupuke tu kwenda sijui mume wangu kafanya hivi ah, kafanya, wanaume ndivyo walivyo tulia naye, kaeni chini mzungumze, mambo yataisha, yatakaa sawa, na utaona ndoa yako itakuwa ni nzuri, lakini usije kavuruga ndoa yako, na papana mwanangu. Sawa mama, nimekuelewa nitafanya hivyo. <tos> <tos> <tos> Safi mambo vipi? Hauko fresh. Vipi lakini job hapo? Ah, basi haina noma, haina noma, nitakucheki. Wewe, vipi unacheka na nani saizia? Ni group la WhatsApp wa kina dada wa kanisani. Hebu onyesha wa wa hiyo simu chombo, kila kitu mpaka ujue. Mimi ndo mwanaume wa hapa, napaswa kujua kila kitu kinachoendelea. Acha wivu wako bwana, unanibadilisha kila siku. Kwa wivu wako mimi sikubadilishi, ila sitaki unifanyie mambo ya ajabu. Mapenzi na wivu ni suna, ni suna, ila wengi wanashindwa kujizuia, wakinuna Atakosa sio kosa, naweza kufanya lolote. Hey, mtu mwenye... Hey, yani mimi namuonea sana huruma kama alivyokuwa jina lake kwa sababu kila siku mule ndani fujo fujo fujo fujo. Kwa nini ule jamaa anamtesa ule mwanamke eh? Yani kama ana wazazi kweli jamani, yule mbona ni kijana mwenzetu? Tunaweza tukamwita tuka tukakaa naye chini tukamwelekeza jinsi ya kuishi na mwanamke, jinsi ya kukaa kwenye ndoa na mwanamke, hata kama sisi hatujaoa ila ushauri wetu unafanya kazi. Ah. Akituelewa sawa, lakini sasa itawezekana kweli? Na kutuelewa, yule bwana atatuelewa, tunyisi navoishi, jinsi alivyokuwa mwenyewe anafujo mke wake tumule ndani atulali, yaani nyumba yote ya moto munongena nani eh? Unachikana Muno nani yani eh? vitu vingine ndugu yangu mi nachoona hapa samwe tumfate tukamwite bwana Chombo tuna maongezi kidogo na wewe. Tukampe ushauri ndugu yangu, hata kidogo tumpe tu ushauri jinsi ya kuishi kwenye ndoa na mtu, mtu. Kwa sababu yule mwanamke akamtoa nyumbani kwao, jue alikuta anakula vizuri, alimkuta anaishi vizuri, haina shida, naamini atatuelewa. Ila kama mwenyewe ni mbishi, basi tutaacha mwenyewe na maisha yake. Lakini kiukweli mimi sipendi sana, kwa sababu yule dada anaumia, anaumia ndugu yangu. Pea wivu ni suna, ni suna. Ila wengi wanashindwa kujizuia wakinuna. Hata kosa sio kosa naweza kufanya lolote. Hey, mtu mwenye wivuloi. Halo, mama. Jambo mama, habari za huko? Huku salama. Vipi huko? Salama mama, lakini mama, mi mwanaume amenichosha, bado anaendelea tu kunifuatilia mama. Basi mama, jitahidi urudi, angalau hata uje ukae siku mbili huko nyumbani. Sawa, nitakuja Uwa. Nasikia mazungumzo yako hapo. Nataka niende kwa mama. Mama yako? Ndio. Ama staki uondoke hapo tena, ukiondoka hapo usirudi. Umenielewa? Mapenzi, mapezi na wivu ni suna, ni suna, ila wengi wanashindwa kujizuia. Wakinuna Atakosa sio kosa, naweza kufanya lolote mtu. Hey, mwenye wivu lozidi sana, siombe kukute hey, ulimpaka choni analinda wakati nje geti umefunga na wivu ni suna ni suna, ila wengi wanashindwa kujizuia waki